Shule ya sekondari ya Ihungo iliyoko manispaa ya Bukoba wamejikuta mikononi mwa jeshi la polisi baada ya kuandamana pasipo kibali wakishinikiza kukutana na mkuu wa mkoa kwa madai ya ukosefu wa chakula shuleni. Junior Mumezi kutoka Kagera anatupasha zaidi. Wanafunzi wa shule ya sekondari ya Ihungo iliyopo manispaa ya Bukoba mkoani hapa ambao wamejikuta mikononi mwa jeshi la polisi na kuambulia kipigo wakishinikiza kukutana na mkurugenzi wa manispaa ya Bukoba pamoja na mkuu wa mkoa wa Kagera John Mongera kwa madai ya ukosefu wa chakula. Kwa upande wao, mkuu wa shule hiyo pamoja na kaimu afisa elimu wa manispaa ya Bukoba wanaeleza sababu za ukosefu wa chakula e, e, lakini hiyo milioni moja na nusu kwa mahitaji tulio ya eh, tulioyaorodhesha yale, yakaja milioni nne ili tuweze kuvuka wikendi, kaja milioni kama nne, lakini bado mzabuni hakusika kutuletea chakula ambacho kiko kikokipai ambacho kilikuwa kunakisukuma hii eh, wikendi na kingine tumetumwaga wa asubuhi hii hii kwanza tatizo limetokana kwamba na wazabuni <snos> kuwa <sullama ana physique> na deni kubwa la chakula ambapo ficia ya Agosti 30 mwezi huu walikuwa wanadai dai karibu milioni 912,311,217 na senti 21 na baada ya Agosti sasa, deni ambayo limeongezeka kutoka hapo ni milioni 219,653,470 na senti 15. Hata hivyo, kamera ya Azam News imefika katika hospitali ya mkoa wa Kagera na kukutana na wanafunzi ambao walikuwa wakipata matibabu baada ya kuambulia kipigo cha polisi. Kulikuwa na hali ambayo siishwa, si shwari kusema kweli, ila mimi kama kiongozi wa chakula mwenye ni mwenyekiti wa chakula kwa shuleni. Na maana tuliweza kugundua hilo tatizo na baadhi ya viongozi wenzetu, kwanza si kusema kitu cha familia. Hiyo tukajua kwamba basi tuendelee baada ya kufikia jioni, wanafunzi tukaandaa chakula, wanafunzi chakula waka wakakataa kula. Hii ni mara ya pili kwa shule zinazomilikiwa na serikali mkoani hapa kukumbwa na tatizo la ukosefu wa chakula. Kutoka mkoani Kagera, naitwa Junior mwemezi wa Azam News.